Kwa Chamber Talkshow nikuambie tu kwamba leo shirika la umeme Tanzania TANESCO limeweza kutoa vifaa leo ni wiki ya huduma kwa wateja wa, wametoa vifaa kwa hapa hapani Misuna mkoani Singida, dasibini za kutosha kabisa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia mambo mbalimbali. Mimi ni Amini Nyaungo wa Chamber Talkshow, na hivi ndivyo ambavyo vilivyokuwa Vifaa hivyo vimetolewa leo katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, hapa Christopher Ngonyani ambaye ni mchumi wa Manispaa ya Singida akimwakilisha mkurugenzi anasema namna ambavyo itakavyosaidia mji kuwa safi. Tumepokea dustbin kutoka kwa wenzetu wa shirika la umeme Tanzania Tanesco, ambalo zimeletwa katika stendi yetu ya Misuna ambayo ni stendi kubwa ya halmashauri na mkoa wa Singida, na kimsingi tunawashukuru sana kwa hiyo huduma waliotoa lengo la kuwepo hapa ni kuhakikisha kwamba mazingira stendi yanakuwa safi na salama kwa watumiaji wa stendi na wale ambao wanapita kwa muda mfupi. Mhandisi wa afya na usalama wa TANESCO mkoa wa Singida Injinia Nyerere Ernest anatuambia kwa nini wameelekeza vifaa. Tumeona tutenge sehemu ya kidogo tulichoweza kupata kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii na hususani maeneo ambayo yana watu wengi kwa maana ya maeneo ya stendi, masoko na maeneo mengine yenye watu wengi, ili kuweza kuweka mji wetu safi, kwa ajili ya kukusanya hizi taka kwenye haya madastibini, tuendelee kubakisha mji wetu ukiwa safi. Wakati huo huo, tunasisitiza wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme, kwa sababu ni gharama nafuu kuliko nishati zingine zote. Afisa uhusiano wa TANESCO mkoa wa Singida Rehema Mwaipopo pamoja na mwenyekiti wa jasiriamali nao wanatueleza katika kuazimisha wiki ya huduma kwa wateja mwaka 2025 tulikuwa tuna shughuli nyingi ambazo tumezifanya ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi kwa njia ya redio, mikutano na njia nyingine, lakini pia tumeona ni vyema tukarudisha kwa jamii, tukawaambia wana Singida asante. Sisi kama wafanyabiashara wadogo wadogo ndani ya stendi kuu ya Misuna tutashirikiana moja kwa moja kuhusu swala la usafi. Hivi unavyoona stendi yetu iko safi na iko vizuri, usalama, upendo na amani, na hii ndio imemsukuma mkurugenzi kutualika sisi kwenye kukabidhiwa hivi vyombo kwa ajili ya kuhifadhi uchafu. Mimi naitwa Mwangaza Saidi Mjie, nimefurahi sana kuiona Tanesco kufika stendi yetu mpya ya Misuna kutuletea madasbini kwa ajili ya kuweka taka. Nimefurahi sana kuona na mabosi wangu wa ofisi ya ardhi, nimefurahi sana.